Leo napenda kuwafundisha tiki moja, jinsi ya kuangalia simu ambayo simu ambayo uwe unajua imenunuliwa lini na imetumika kwa muda gani. Hii hasa kwa wale ambao wanunua simu za mkononi, mtu anakudanganya kwamba hii simu labda imetumika mwezi mmoja, au hii simu imetumika wiki tu. Sasa nawafundisha njia rahisi ya kujua kwamba hii simu imetumika wiki, imetumika mwaka, au imetumika hata miaka minne iliyopita mbele ni njia la ninjiara istitu jinsi ya kufanya: unabonyeza nyota leli moja mbili tano semanini nyota tatu sita tisa, unabonyeza na leli. Ushabonyeza tu hapo inakuletea mana, kama mimi hapo imeniletea hapo, mimi naona kwamba hii simu imenunuliwa itarehe hapa hii ni tarehe tatu mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo hapo wanakuonyesha kwamba simu imenunuliwa lini na imeanza kutumika lini na ni simu ya aina gani, zote hizi hapa wanakuonyesha hapo. Umeona, ni hii hapo. Kwa triki na triki nyingine zaidi, usisahau ku like ku comment na ku subscribe chaneli yangu. Asante.